Jambo jingine lilozungumzwa na mbunge ni barabara ya lami amani Muheza. Barabara hii tunaijua na tumeanza kujenga kama alivyosema, kuna kilomita ishirini na nne. Ni barabara ya kilomita arobaini ambayo tumeweza kujenga kilomita kumi na nne na kilomita nyingine tatu zitajengwa mwaka huu. Kwa hiyo barabara hii tunakwenda kuijenga awamu baada ya awamu mpaka itakapokamilika. Kwa hili tatizo tunalo, si tatizo, mradi unaendelezwa, lakini uendelezaji wake ni mdogo kutokana na upatikanaji wa fedha, lakini kwa uhakika barabara tunakwenda kuijenga yote kwa lami. Kwa upande mwingine najua lipo pendekezo la kujenga barabara ya Muheza Pangani. Aa, na ninachoweza kusema hapa kwa sasa bado haijafanywa usanifu, lakini niwaahidi kwamba barabara hii tunakwenda kuiweka kwenye ilani ya uchaguzi inayoandikwa mwaka huu kwenda miaka mitano inayokuja.